For some reasons diwani ameondoka hapa katikati hapo, na haondoki ye, na walio chini yake wote wanaondoka. Tumekaa kidogo, akaja mwingine pale na wasema hawa, kwa sababu hawa ni their public figures, wanachaguliwa sio siri hawa. Akaja mwingine hapo katikati sasa ambaye akaja na yeye nafikiri alikuwa anaitwa Masori, na yeye ikaendaenda hapo katikati hapo, na yeye akaondoka na walio chini yake wote amekuja katikati hapo anaitwa alisiwa Alisiwa naye amekaa muda kidogo, na yeye akaondoka na walio chini yake. Amekuja huyu tulionao sasa hivi, ndugu yangu, rafiki yangu Suleiman Mombo, ndio tuko naye sasa. Unaweza kujiuza ndani ya miaka mitatu hawa wote wanaondoka, aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake. Wamekosea nini? Kwa lazima tujifunze kwamba nchi ili iwe imara, iwe na vyombo vinavyobaki constant, viwe mbali na pressure ya wanasiasa. Narudia tena, for we to have a precious country and a protected country, tunatakiwa na kuwa na government apparatus, vyombo vya serikali ambavyo vyenyewe vinasimama kama vyombo. Vikiliona jambo ambalo ni hatarishi kwa nchi vinasema hapana, na hapana yao haileti wakadhulika na familia zao Leo hapana akisema amezulika, hapana, hana kazi ubalozini, anapotea. Kwa mimi ni ushauri wangu tena wa muhimu kabisa, hii itatusaidia sana. Nitoe mfano sasa, narudi kweli kotoka sasa. Kwa mfano, hawa wanaopotea, mfano wanaotekwa na kupotea hawa, ikiwa kuna kikundi ambacho si idara ya usalama wa taifa, sio polisi sio jeshi la magereza, sio jeshi la wananchi, kinawachukua hawa watu, kinaondoka nacho. Halafu sasa hawa hawa idara ya usalama wa taifa wanapofuatilia, wakagundua kwamba hicho kimetumwa na mwanasiasa fulani mwenye mamlaka iliyowateua, hawezi kushughulikia. Nakupa mfano, sijasema ni hivyo, nielewe vizuri. Nakupa mfano, kwa sababu ni ngumu kuamini kwamba eti polisi anakwenda kumchukua mtu kwenye hoteli, anajitambulisha mimi polisi toka ndani, si tunamata kuhoji tu. Umejitambulisha wewe ni polisi halafu huyu mtu anaokotwa ametupwa, sasa si umeji expose mwenyewe? Sioni kama kuna chombo cha kweli cha kitanzania chenye uwezo wa kumchukua mtu kikajitambulisha kikaenda kumtupa na kinaju kinamtupa huku kinamwambia aseme sema asante Samia. I don't believe vyombo vyetu, they are so competent. Vijana wa idara ya usalama ni competent Polisi wetu ni competent, jeshi la wananchi ni competent, magereza ni competent. Ila mimi nahisi navyoona, kunaweza kuwa na vikundi vya watu vinavyofanya hii kazi, na kama vikundi hivyo ikitokea, ikiwa kama ikatokea vikundi vile, kwa mfano nika kikundi fulani, lakini aliye nyuma yake pengine ni yule kiongozi anayewateua hawa hawa watu wa idara ya usalama taifa, wakifuatilia tumekukamata nyamaza, itabidi anyamaze, asiponyamaza, nje ya kazi. Hawa polisi wakifuatilia wakagundua sio sisi, ni ka kikundi fulani, wasiponya wakikataa wa, wa, wa, kunyamaza, nje ya kazi, maana yake hatutakuwa na nchi. Ni lazima hawa wakuu wa vyombo tuwalinde, ili waweze kusimamia nchi yetu sawa sawa, tuwe na future iliyojaa baraka. Na pia damu kumwagia katika nchi ni laana pia Tunaingiza nchi yetu kwenye laana. Nitoe mfano, mimi natoa mifano ya kueleweka. Mfano kama huu, nikupe mfano kama huu. Na rafiki yangu mtoto wa mama Samia Suluhu Hassan anaitwa Abduli, rafiki yangu nampenda na, na, na mheshimu, he's my friend. Natoa mfano sasa, ikatokea Abduli mtoto wa mama Samia, wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye kesho kaokotwa, hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa, huna macho. Sasa how do you feel, utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa askofu Gwajima, mtoto wa askofu Gwajima Jordan amechukuliwa ameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa wa, wa, wa majaliwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa kesho anaokotwa hana macho anafatwa ndani ya nyumba, kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa, kwa Mdude, amefanya ndani ya nyumba, watu wanavunja, wanavunja wanavunja nyumba, mke wake anaona mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini, halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambula IGP? Ni mtoto wa DJIS? Ni mtoto wa wa mkuu wa, wa, wa, wa, wa jeshi la wananchi? Hivi kweli inawezekana? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea kana kwamba kana kwamba kana kwamba ni mbuzi, ni kondoo? Lazima tufike wakati. Mimi naamini si vyombo vya dola vinavyofanya haya, kwa sababu vyombo vya dola they are competent enough kufanya mambo bila kuacha tresi. Chombo cha dola kinajitambulisha kwenye hoteli ya kimataifa kama Serena sisi ni polisi toka ndani. Halafu huyu mtu anakuja amekuja kuokotwa kesho. Huyu huyu dada wa Kiganda huyu Agata Atohaile anasema nimeona kwenye YouTube, hata ame amevuliwa nguo zote, halafu anapigwa pigwa sehemu za siri na watu waliojitambulisha kama vyombo vya dola. Hiki kitu ni aibu kwa nchi. Hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo, hoteli zetu haziwezi kuaminiwa mahusiano yetu yanaharibika. Mimi mi siwezi kukaa kimya. Wale mnaokaa kimya kaeni, but I can't take it. Siwezi mimi kukaa kimya. Tanzania ni yetu sisi sote. Tanzania kwanza anything else.